nipo mbele yenu leo kuwapa historia ya wanafunzi wa kitanzania nchini misri kuanzia mwaka elfu mbili na nane mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na tano mheshimiwa mgeni rasmi meja jenerali richard mutayoba makanzo balozi wa jamhuri balozi wa jamhuri ya muungano wa tanzania mheshimiwa mwenyekiti wa umoja wa wanafunzi nchini misri gelula patrick mheshimiwa mwenyekiti wa tde heshimiwa katibu mkuu TDE, waheshimiwa mwenyekiti kutoka Alexandria, waheshimiwa mwenyekiti wa Strong Women, waheshimiwa maafisa wa balozi wa Tanzania, waheshimiwa maafisa wa kijeshi, waheshimiwa viongozi wenzangu wa, wa umoja wa wanafunzi, waheshimiwa maraisi wa jumuiya mliopo hapa, waheshimiwa wanachama wa heshima ndugu wanafunzi na nyote mliohudhuria, itifaki imezingatiwa. <coughs> awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na nguvu na kuweza kukutana leo hii. Pili, namshukuru Mheshimiwa Balozi na maafisa wa balozi kwa kuhudhuria na kushiriki pamoja na wanafunzi wote wasomao nchini Misri katika siku hii adhimu kwetu. Baada ya utangulizi huo, ifuatayo ni historia fupi kuanzia mwaka elfu mbili na nane mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na tano heshima mgeni rasmi na balozi katika umoja huu ulioongozwa na zaidi ya marais thelathini ambao kila mmoja kwa wakati wake alitumikia na mafanikio makubwa sana sambamba na changamoto nyingi zilizojitokeza miongoni mwa mafanikio ya umoja huu kupitia mwenyekiti wake ndugu majaliwa musa shabani Nao mwaka elfu mbili na tisa mpaka mwaka elfu mbili na kumi. Katika ziara ya aliyekuwa rais wa awamu ya nne Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, uongozi ulifanikiwa kukutana na Dr. Jakaya na kujadili mambo mengi yanayohusu umoja na maendeleo ya taifa letu. Mwisho Dr. Jakaya aliupatia uongozi kiasi cha dola za Kimarekani elfu kumi kupi kupitia pesa hizo zilinunuliwa kompyuta saba, kompyuta sita zilitumika katika mradi wa chuo cha katika kituo cha kozi ya kompyuta kilichokuwa Bab al Sharia, maarufu kama jumba la dhahabu, na kompyuta mbili na kompyuta moja ilibaki katika hostel ya wanafunzi wa chuo kikuu Azhar kwa ajili ya kazi, mo, kazi ya umoja. Pia kila mwanachama hayo alipatiwa kiasi cha dola hamsini ikabakia dola elfu tatu. Maheshimiwa mgeni rasmi na balozi, ilipofika mwaka elfu mbili na kumi na moja mpaka mwaka elfu mbili na kumi na mbili katika machafuko yaliyotokea liot, ya nchini hapa, wakati rais wa umoja huu akiwa ni ndugu Dau, ndugu Dau Ali Silima, kwa kushirikiana na uongozi wa wakati wake waliamua kumpatia kila mwanachama hai kiasi cha dola hamsini kwa kuzingatia kuwa wengi wao wanarejea nyumbani Tanzania kuhofia hali mbaya ya machafuko ya nchi. Hivyo mfuko ulibakiwa na kiasi cha dola za Kimarekani mia nne ambayo imetunzwa katika ubalozi wetu mpaka hivi sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi na balozi, baada ya machafuko kumalizika, harakati za umoja ziliendelea mnamo mwaka 2014 na kumi mpaka mwaka ulitokea mpasuko mkubwa bain sana baina ya wanafunzi kwa wanafunzi na wanafunzi kuwatenga wasiokuwa wanafunzi. Sababu ya mpasuko huo ni udini, ukabila, ukanda na kuwatenga wanawake, kitu ambacho kiliondoa uhusiano wa karibu na ubalozi wetu. Mheshimiwa <coughs> mgeni rasmi na balozi, mnamo mwaka elfu mbili na kumi na saba mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na tano uongozi ulikuwepo na ulikuwepo na madaraka wakati huo ulifanya jitihada ya kuondoa mpasuko na kurejesha umoja na mahusiano mzuri baina ya wanafunzi kwa wanafunzi, wanafunzi na watanzania wengine. Balozi wetu ulirejea na kuwa karibu mno na umoja wa wanafunzi mpaka sasa. Mafanikio <coughs> Mheshimiwa Balozi, mafanikio kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na saba mpaka mwaka elfu mbili na kumi na nane ongezeko la idadi ya ufadhili wa masomo chuo kikuu Azhar chuo kikuu Cairo, chuo kikuu Ain Shams, chuo kikuu Hilwan, chuo kikuu Alexandria, Arab Open University na vyo vingine nchini hapa, ikiwa ni matunda yaliyotokana na jitihada za viongozi wa umoja huu. Kufanya marekebisho jengo la tawi la chuo kikuu Azhar lililopo Dar es Salaam Tanzania, kwa jitihada za viongozi wa umoja huu kutambulika rasmi umoja wetu katika vyuo vikuu na mabweni yote kupitia barua zinazotoka katika ubalozi wetu tukufu. Kuandaliwa mashindano ya kombe ya la muungano kwa, kwa, kwa kushirikiana na ubalozi yaliokuwa ya yaliyoshirikisha ya ya nchi kumi na hatimaye timu yeyo ya Tanzania kuwa mabingwa wa kombe hilo bado ufadhili wa michezo kutoka balozi wetu, ufadhili huo ambao upo mpaka sasa hivi. Pia tulishiriki katika mashindano mbalimbali yaliyoandaliwa jamii yani, kuandaa futari ndani ya mwezi wa Ramadhani, kuandaa sherehe za Idelfitri, kushiriki katika sherehe mbalimbali za harusi zilizoandaliwa na Watanzania na ndugu zetu wa kutoka Afrika Mashariki, kushiriki kwa hali na mali katika misiba ya ndugu zetu waliotangolea mbele haki, kushiriki katika sherehe za tamaduni zilizofanyika katika vyuo mbalimbali hapa nchini Misri na maeneo mengine kwa lengo la kuitangaza nchi, kushiriki kamilifu katika hafla zote zinazoandaliwa na ubalozi wetu. Changamoto sugu, kumekuwa na baadhi ya wanafunzi wanatengeneza makundi ya ukabila, ukanda na dini na kadhalika kuhamasisha wanafunzi wasihudhurie katika matukio yanayoandaliwa na balozi wetu, pia kuwahamasisha wanafunzi hao kuto kushiriki umoja wa wanafunzi hususan wageni wanapowasili nchini hapa. Mheshimiwa balozi, kwa kuwa wewe ndiye mlezi wetu, tunakuomba kusimamia wanafunzi ili tuwe kitu kimoja na kwenda sambamba na mila na desturi ya Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi na balozi, tunashukuru balozi na maofisa wake na watendaji wote kiujumla kwa misaada na ushirikiano wao kwetu na kuwa mstari wa mbele katika kuchangia maelewano na mshikamano katika umoja wetu na jamii ya Tanzania kuishio nchini hapa Misri kwa nyakati zote, na tunawaombea na kuwatakia mema na mazuri mabalozi wote maafisa na watendaji wa ubalozi wetu kwa awamu zote. Asanteni, nashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Katibu Habari Arqam Mahmoud.